Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya ya Amka na BBC asubuhi hii, bunge nchini Venezuela limetoa idhinisho la awali kwa sheria ambayo itatoa msamaha kwa watu waliofungwa jela kwa kupinga utawala wa Nikola Maduro mwezi mmoja tu baada ya kuondolewa madarakani na Marekani. Mchezaji wa timu ya Harambee Stars nchini Kenya, Dennis Oliech ameeleza kwa nini alikataa ofa dola 80 kubadilisha uraia wake. so right, na tunaangazia changamoto zinazokumba kampuni za kimataifa katika uwekezaji wake, wake kwenye masoko ya nchi za Afrika. Kwa hiyo kunapotokea tu changamoto yoyote ya kukosekana kwa udhibiti na kanuni au ukali wa serikali, kwa namna moja ama nyingine, unaweza ukachangia kuathiri mfumo mzima wa uwekezaji ambao umewekwa na kampuni. Leo ni Jumaa, msikilizaji, Februari 6 mwaka 2026. Kwanza Halima Nyanza mwenzangu anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu. Asante Skola, na habari msikilizaji. Bunge la Venezuela limeidhinisha mswada wa awali kuweza kupitisha sheria itakayotoa msamaha watu kwa watu waliofungwa gerezani kwa kuupinga utawala wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro, mwezi mmoja tu baada ya kuondolewa madarakani na Marekani. Rais wa mpito wa nchi hiyo amesema ni hatua muhimu kuweza kufikia maridhiano ya kitaifa. Hata hivyo, mswada huo hautashughulika ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, mauaji na biashara za dawa za kulevya. Rais wa Cuba Miguel Diaz-Canel amesema serikali yake inafanya kazi kubwa kupata ufumbuzi wa tatizo kubwa la nishati lililoikumba nchi hiyo ambalo limechochewa na Marekani kutokana na juhudi zake za kuzuia meli za mafuta kuingia nchini humo. Zaidi na Samba Tenzi. Amesema usafiri, hospitali, shule na uchumi vyote vimeathiriwa, huku uzalishaji wa umeme unaotokana na mafuta ukishuka kabisa kwa wiki kadhaa. Rais wa Cuba amesema yuko tayari kwa mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, Marekani imejibu kwa kusema tayari diplomasia imeshika mkondo wake na kwamba serikali ya Cuba inakaribia kufikia mwisho. Umoja wa Mataifa umesema watoto katika maeneo ya jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan wanakabiliwa na utapiamlo wa kiwango cha maafa kutokana na mapigano yanayoendelea na kusababisha watu wengi kuhama makazi yao na pia ukosefu wa upatikanaji misaada. Shirika la usalama wa chakula duniani linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa limetahadharisha kuwa maeneo ya Umbaru na Karnoi yako katika hali mbaya zaidi kwa njaa. Limetahadharisha kuwa viwango vya utapia mlo vinatarajiwa kuongezeka zaidi huku zaidi ya watoto na wanawake milioni nne kote nchini Sudani wakitarajiwa kuathiriwa mwaka huu na Maafisa wa Marekani na Iran wanatarajiwa kukutana baadaye hii leo nchini Oman kwa mazungumzo ya moja kwa moja, katika wakati ambapo hofu imetanda ya kutokea mapigano kati ya nchi hizo mbili. Mazungumzo haya yanakuja baada ya jeshi la Marekani kujiimarisha katika eneo la Mashariki ya Kati, katika juhudi za kutaka kukabiliana na ukandamizaji ambao Iran inadaiwa kuufanya kwa waandamanaji waliokuwa wakiipinga serikali mwezi uliopita. Hii ni BBC nam muhutasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako kutoka studio zetu hapa Dar es Salam. Mwenzangu huyo ni Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na inakutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Mwenidwe FM na Most FM, Uganda redio Kitara, redio lira na Radio Paitha, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni, lakini pia na Lizardau Radio. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio One kule Dar es Salaam na Radio Free Africa. Kadhalika pia unaweza kutusikiliza kupitia Zenje FM kule visiwani Zanzibar na kule Kagera unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera Ngara. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Bunge la Venezuela limeidhinisha mipango ya kupiga kura kuhusu mswada wa kutoa msamaha ambao utafuta adhabu kwa baadhi ya wakosoaji wa, wa serikali. Huu ni mwezi mmoja baada ya jeshi la Marekani kumwondoa madarakani na kumkamata Nikolas Maduro. Maelezo ya mswada huo bado hayajachapishwa, lakini unatarajiwa kujumuisha makosa kadhaa ambayo hapo awali yalitumiwa kuwafunga wapinzani wa serikali. Zaidi na Victor Kenani. Sheria hiyo inayolenga kufungua ukurasa mpya baada ya karibu miongo mitatu ya ukandamizaji wa dola inaashiria hatua muhimu katika kipindi cha mpito baada ya kuondolewa kwa Maduro. Ni mpango wa rais wa mpito Delcy Rodriguez aliyemrithi Maduro baada ya kukamatwa na majeshi ya Marekani mjini Caracas mwezi uliopita na kusafirishwa hadi New York ili kukabili mashtaka. Rodriguez ameendelea kwa kasi kubinafsisha sekta ya mafuta ya nchi hiyo kwa mujibu wa matakwa ya Marekani na kuachilia huru idadi kubwa ya wafungwa wa kisiasa. Mswada huo pia unaondoa marufuku kwa wanachama kadhaa wa upinzani, wakiwemo mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Maria Corina Machado kugombea nyadhfa za umma. Hisia zilikuwa kali katika bunge la taifa wakati mjadala ukiendelea, huku wabunge wa Chavista wanaomuunga mkono Chavez na Maduro pamoja na wale wa upinzani wakitoa wito wenye hisia kali wa maridhiano. Mswada huo uliungwa mkono kwa kauli moja na wabunge katika usomaji wake wa kwanza. Mjadala mwingine umepangwa kufanyika siku ya Jumanne Manne. Rasimu ya sheria inahusisha matukio kama jaribio lililoshindikana la mapinduzi dhidi ya Chavez mwaka 2002, misururu mbalimbali ya maandamano kati ya mwaka 2004 na 2024, na, na, na ukosoaji uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii au huduma za ujumbe. Muhimu ni kwamba haitoi msamaha kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa chini ya utawala wa kimabavu wa Maduro na mtangulizi wake wenye msimamo mkali wa kijamaa, Chavez. Kwa mujibu wa katiba ya Venezuela au ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, uhalifu dhidi ya ubinadamu, uhalifu wa kivita, mauaji ya kukusudia, rushwa na biashara ya dawa za kulevya haziwezi kusamehewa. Hata hivyo, mswada huo unahusu makosa yasiyoainishwa yaliyofanywa na majaji, waendesha mashtaka na maafisa wengine. Tangazo la wiki iliyopita kuhusu msamaha wa jumla lilichochea shangwe kote Venezuela, likiongeza matumaini ya kuachiliwa haraka kwa mamia ya wa wafungwa wa kisiasa ambao bado wako gerezani mwezi mmoja baada ya kuondolewa kwa Maduro madarakani, baadhi ya raia wa Venezuela wameeleza matumaini ya kuona watu wote wa karibu wa Maduro wakifikishwa mbele ya sheria. Kwanza kwa mjadala bungeni kuliambatana na duru mpya ya mazungumzo kati ya serikali na kundi moja la upinzani wa Venezuela linalojitenga na mrengo mkuu unaongozwa na Machado. Upinzani unataka uchaguzi mpya kuchukua nafasi ya ule wa mwezi Julai mwaka 2024 ambao Maduro alidai kushinda licha ya kutotolewa kwa takwimu rasmi. Ni taarifa yake Victor Kenani. Umoja wa Mataifa unasema watoto katika maeneo ya jimbo la Darfur ya kaskazini nchini Sudan wanakabiliwa na utapiamlo wa kiwango cha maafa kutokana na mapigano yanayoendelea na kusababisha watu wengi kuhama makazi yao, pia na ukosefu wa upatikanaji wa misaada. Zaidi na Alima Nyanza. Shirika la usalama wa chakula duniani linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa limefahamisha kuwa maeneo ya Umbaru na Kernoi yako katika hali mbaya zaidi kwa njaa kufuatia kushambuliwa kwa mji mkuu wa eneo hilo El Fasha, Oktoba 2025 na watu wengi kuukimbia. Tathmini iliyofanywa mwezi Disemba imeonyesha kuwa kiwango cha utapia mlo kwa watoto katika eneo la Umbaru ni asilimia 52.9 ikiwa ni ongezeko la mara mbili zaidi na katika eneo la Kernoi ni asilimia 34. Shirika hilo, Zeka zaidi huku zaidi ya watoto na wanawake milioni nne kote nchini Sudani wakitarajiwa kuathiriwa mwaka huu wa 2026 katika wakati ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaendelea. Vita nchini Sudani vilivyoanza Aprili mwaka 2023 kati ya majeshi ya serikali na wapiganaji wa RSF vimeharibu mifumo ya chakula nchi nzima na kusababisha watu wengi kuhama makazi yao, masoko kusambaratika, pamoja na adha ya kupata huduma za afya, maji na lishe. Naam, asante Halima Nyanza. tumwangazia aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya soka ya Kenya, Harambee Stars, Denis Oliech, ambaye pia alichezea vilabu vya Ulaya kama vile Nats ya Ufaransa, AJ Olex ya Ufaransa, pia AC Ajako ya Ufaransa, pamoja na Alrabi nchini Qatar. Alipokuwa Alrabi alipewa ofa ya dola elfu themanini za kimarekani kuweza kubadilisha uraia wake kutoka Kenya hadi Qatar. Alikataaje? Anajutia uamuzi huo na kwa nini? Amezungumza na mwandishi wa BBC, Ahmed Bahaj. Yep. Kama ungekuwa mchezaji wa soka ungekuwa unafanya kazi gani ama unafanya nini? Ningekuwa sniper. Mechi yako ambayo huwezi kuisahau kabisa. Uh, Kenya tukikwalify Cup of Nations Kasarani, ilikuwa imebaki like 2 minutes boli ishe, Nilichukua initiative by myself. Nilifunga from far away. So it was like a end of the last option yangu. So naikawaka. Tuende katika bao lako bora zaidi, laweza kuwa katika klabu ama hata timu ya taifa, ni lipi ulofunga? Gini Nyao Stadium, kona ikakuja, out of 18, that shot was crazy. Twende katika chakula, chakula chako favorite, chapati na ndengu ama chapati ndondo Unapenda klabu gani? Una support klabu gani wewe, unaweza kuwa hapa Kenya manje. Ah, unajua si watu wa bola tu supporting club. Sisi e support ile club inajua mpira like now, Man City ndio anajua ball, so all footballers they don't support. Ukiona footballer ana, ana ni support club, jua huyu ajua kucheza ball. Hata ukiuliza Messi e Ronaldo, atenda with the current team inajua ball. So for me I'm a Man City fan cuz mpira yao it's unique, but now Paris ndio Paris ndio kujua. Uliporudi hapa Kenya kumalizia soka lako, uliitwa

But when it come to local football, I don't the best. Simba, Yanga, Azam, we can compare na Gor Mahia. Ulipofitha ngapi kuambiwa uache uraia wa Kenya, uchukue uraia wa Qatar? <laughs> Ah, ningechukua. Zilikuwa pesa ngapi? Ningechukua sahi. Sahi ndio na regret ningechukua. Lakini wacha nikuambie, e, ungechukua kuishi nchi za waarabuni, it's not easy. It's very difficult. Mm. Unaweza kuwa una pesa lakini hata una raha. So for me, I think they will make the right choice. Mbona sasa hiyo sema ungechukua? Unahitaji depo nimkumbushe Denis Oliech kwamba siku zote maju, majuto ni mjukuu. Hivyo ndivyo ambavyo Denis Oliech aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya soka kule nchini Kenya, Harambee Stars, alivyomaliza mazungumzo na Ahmed Bahaj. Kenani, upo shilingi ngapi? Wachane na Kenya, twende viwanjani. <laughs> <laughs> anajulikana <laughs> kama Denis the Menis. Lakini sasa tuelekee kwenye soka, tuendelee papo hapo, tuende kazi. Um, ee, bwana, ee, bado kwenye maswala ya soka, ligi kuu ya Saudi Arabia Saudi Pro League imemwonya nyota wa kimataifa Cristiano Ronaldo kwamba hakuna mchezaji binafsi bila kujali umaarufu au wa mchango wake anayeweza kuathiri maamuzi yanayozidi mipaka ya klabu yake kauli hiyo imetolewa huku kukiwa na sintofahamu kuhusu mustakabali wa mshambuliaji huyo katika klabu ya Al-Nasir. Ronaldo raia Ureno, wa Ureno mwenye umri wa miaka 41 aliachwa nje ya kikosi cha Al-Nasir kwa mchezo wa Jumatatu dhidi ya Al Riadh kwa mujibu wa jarida la michezo la Ureno Ebola. Ronaldo alikataa kucheza baada ya kukosa kuridhishwa na namna klabu hiyo inavyoendeshwa na mfuko wa uwekezaji wa umma wa Saudi Arabia, PIF. Hata hivyo, taarifa kutoka BBC Sports zinaeleza kuwa chanzo kikuu cha hali hiyo ni uhamisho wa aliyekuwa mchezaji mwenzake wa Real Madrid Karim Benzema aliyejiunga na vinara wa ligi Al Hilal akitokea Al Ittihad mapema wiki hii. Tunaelekea kwenye mchezo wa tenis na mchezaji nambari moja wa Uingereza Emma Raducanu amefuzu hatua ya nusu fainali ya mashindano ya Transylvania Open baada ya ushindi mnono dhidi ya Mpolandi Maja Transliska. Radu Radukanu ambaye hadi sasa taji lake ni la US Open alilonyakua mwaka 2021 alitawala seti ya kwanza kwa dakika 25 tu bila kupoteza mchezo wowote. Chwalinska aliyeshika nafasi ya mia moja na arobaini na sita duniani aliongeza ushindani katika seti ya pili, lakini Raducanu alivunja sare ya 3-3 na hatimaye kushinda kwa seti za 6-0 6-4. Hii ni mara ya nne tu kwa Raducanu kufika hatua ya nusu fainali ya mashindano tangu ushindi wake wa kihistoria mjini New York miaka mitano iliyopita. Kwenye mbio za magari ya langalanga, bingwa wa dunia Lando Norris amesema anatarajia mbio zenye changamoto na vurugu zaidi katika msimu huu kufuatia kuanzishwa kwa kanuni mpya katika mchezo wa Formula 1. Formula 1 imeingia katika awamu ya mabadiliko makubwa zaidi ya kanuni katika historia yake yakihusisha injini, chasi na mafuta na matairi tofauti. Usimamizi wa nishati ya betri umetajwa kuwa kiini cha mabadiliko hayo huku injini mpya zikitegemea zaidi mifumo ya umeme wa mseto uzalishaji wa uzalisha nguvu. Akizungumza kuhusu hali hiyo, Norris alisema madereva watalazimika kuwa makini zaidi katika kudhibiti mazingira tofauti yanayoweza kujitokeza wakati wa mbio. Na tuelekee kwenye cricket ambapo Sri Lanka wamewasilisha barua kwa bodi ya cricket ya Pakistan wakitaka ibadili uamuzi wa wake wa kukataa kucheza dhidi ya India katika mchezo wa kundi A wa kombe la dunia la T20, lakini ICC ilisema kuwa haikuwa na tishio lolote la kuamini E, la kuaminika la kiusalama linaweza kulahalalisha mabadiliko hayo. Nitakomea spoti hapo kwa sasa, kwako Jezi. Hey, yes, nambari kumi na nne, asante kwa wiki nzima. Mukafanye mazoezi wikendi. Asante. <laughs>